Akizindua kampeni ya kitaifa ya kuzipigia kura hifadhi hizo ndani ya hifadhi ya Taifa ya Kitulo, Kamishna msaidizi wa uhifadhi na mkuu wa maendeleo ya kitengo cha biashara kutoka TANAPA, Jelly Bede Lyimo, aliyemwakilisha kamishna wa uhifadhi wa TANAPA, amezitaja hifadhi zinazoshiriki kuwa ni Kitulo, Serengeti, Mlima Kilimanjaro, Nyerere, Tarangire, Ruaha, Katavi, Arusha, milima ya Mahale na milima ya Udzungwa. A, shirika hili la World Travel Awards, li, li, limewahi kutushindanisha kwa miaka zaidi ya kumi na tano lakini limekuwa likitushindanisha katika vipengele viwili na vikaingia maeneo yetu mawili, yaani hifadhi ya taifa ya Serengeti ambayo ilikuwa inashindanishwa kama hifadhi bora zaidi Afrika na mlima Kilimanjaro ambayo ilikuwa inashindanishwa kama kivutio bora zaidi Afrika. Na kwa bahati nzuri, kwa kipindi tuliwahi kushinda kwa mara sita mfululizo kwa hifadhi ya taifa ya Serengeti kuwa hifadhi bora zaidi Afrika kuanzia mwaka 2019 mpaka mwaka jana 2024. Kwa mwaka huu tunasema kampeni yetu ni tofauti, ni kubwa zaidi, lakini ni tofauti na ni tofauti na miaka mingine kwa kuwa tumeweza kuingiza hifadhi zaidi, hifadhi kumi katika vipengele nane tofauti tofauti kushindanishwa. Mafanikio haya makubwa Zote hizi ni juhudi za rais wetu mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania a, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, kamishna msaidizi wa uhifadhi, Harry Gazi, ambaye pia ni mkuu wa hifadhi ya Kitulo, amewahimiza Watanzania kupiga kura hifadhi hiyo ya Kitulo hasa katika kipengele cha hifadhi bora ya fungate barani Afrika. Amesisitiza kuwa Kitulo ni miongoni mwa maeneo machache yenye mandhari nzuri ya kipekee, hali ya hewa ya utulivu, na mazingira bora kwa wapendanao. Tupo kwenye kipengele cha eh, Africa's leading honeymoon destination kwa maana ya destination ya fungate kwa Kiswahili. Uh, kwanza kipekee nipende kushukuru uongozi wa shirika chini ya kamishna wetu wa uhifadhi Juma Kuji pamoja na bodi ya wadhamini na uongozi wa generali Jeju Waitara kwa kututeua Kitulo kuwa ni sehemu ya kufanya launching ya kampeni hii ya Vote Now kwa ajili ya tuzo hizi ya World Travel Awards. A, mara nyingi ambazo shirika limekuwa likigombea hizi tuzo auzinduzi umekuwa ukifanyika katika hifadhi za kaskazini na hata utalii nchini mwetu umeconcentrate sana kwenye hifadhi e, za kaskazini hasa kwenye ile game driving na utalii wa mambo ya wanyama wanyama. Kwa hiyo, e, imeteuliwa Kitulo kama mwakilishi wa hifadhi za ukanda wa kusini Southern Circuits, ili kuweza pia kuamsha utalii katika e, ukanda huu wa kusini. Pia hii ni hifadhi ambayo a, ni maarufu sana kwa ajili ya scenic tourism, kwamba e, tuna mandhari nzuri sana tuna maua mazuri sana e, kiasi ambacho imepewa jina la e, bustani ya Mungu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.